Kwa majina naitwa Mason Kimbo Steven. Ndugu zangu wa Tanzania, amani ni zawadi. Historia inatukumbusha kwamba amani inapotoweka kuirudisha ni kazi ya vizazi. Ninaposimama mbele yenu leo tena, si kwa hofu, bali kwa upendo. Upendo kwa nchi yangu, upendo kwa Watanzania wenzangu, na upendo kwa mustakabali wa maisha yetu sote. Kizazi cha Gen Z, tusisahau katu thamani ya amani. Kizazi chetu kinasifika wakati wote kwa nguvu, uweledi, ufanisi na hamasa. Tuna ndoto kubwa, tunataka haki, tunataka mabadiliko na tunataka maendeleo na wakati wetu, serikali ya Chama Cha Mapinduzi, serikali ya Samia Suluhu Hassan imekuwa ikijitahidi na imejipambanua waziwazi na imeonyesha dhahiri kutupambania sisi vijana, kupambania maisha ya wananchi wa Kitanzania na kutuletea fursa mbalimbali za maendeleo katika nchi yetu. Ndugu zangu wa Tanzania na vijana wenzangu, hebu tujikumbushe ukweli huu rahisi ya kwamba hakuna maendeleo pasipo na amani. Maandamano yasiyo na dira, maandamano yasiyo na nidhamu, na maandamano yasiyo na uongozi wa kimaadili yanaweza kuvuruga na kuharibu misingi ya taifa letu haraka kuliko bomu ama risasi. Nataka hapa tuangazie mataifa mbalimbali barani Afrika ambayo kwa namna moja ama nyingine yalijaribu na yalithubutu kufanya maandamano yasiyo na tija, maandamano yasiyo na nidhamu, maandamano yasiyo na uongozi wa kimaadili, na badala yake mataifa haya yakapoteza amani, mataifa haya yakaingia katika myumbo na machangamoto za kiuchumi. Tizamieni nchi za eh, Misri elfu mbili kumi na moja. Tizamieni nchi ya Libya, Libia elfu mbili kumi na moja. Tizamieni nchi ya Sudani. Tizamieni hata nchi n lakini si hiyo tu, mataifa ya magharibi, nchi kama Yemen, nchi kama Siria na Afghanistan. Wote hawa walipodhani wanapigania haki, wakachagua hasira badala ya busara, na badala yake wakajikuta wamepoteza amani. Lakini hili si somo katu ambalo Watanzania tunataka kujifunza. Watanzania, wakati wote ni lazima tuwe na mshikamano, tuwe na maridhiano, tuwe na upendo baina yetu sisi binafsi. Kwa hiyo ndugu zangu mnapaswa kutambua ya kwamba mabadiliko hayaletwi kwa vurugu wala mawe. Mabadiliko yanaletwa kwa mazungumzo, mabadiliko yanaletwa kwa elimu, mabadiliko yanaletwa kwa maridhiano, na mabadiliko wakati wote yanaletwa kwa mshikamano na utulivu. Na nchi inapokuwa na amani Chama cha Mapinduzi na serikali yake. Lakini Chama cha Mapinduzi katika ilani ya ishirini na tano thelathini kimeweka bayana na kipaumbele kikubwa namba moja ni amani. Lakini kama hiyo haitoshi, Chama cha Mapinduzi kimesema katika kipindi cha ishirini na tano thelathini kinakwenda kuendeleza kuanzisha na kuendeleza mchakato wa katiba ili kuendelea kuboresha demokrasia na kuweka eh, nchi yetu kupata maendeleo kupitia demokrasia. Lakini ndugu zangu, swala la amani ni swala kubwa, hata katika dini ninyi mnafahamu zaidi yangu mimi. Kwa Wakristo, Bwana Yesu alipokuwa akizungumza kila nyakati na wanafunzi wake, alikuwa akiwaambia, amani ya Bwana iwe juu yenu. Lakini Wakristo, salamu yenu mara kwa mara imekuwa shalom shalom, hii ikimaanisha amani, amani. Lakini kwa sisi Waislamu, salamu yetu ni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Salamu hii ina maana ya kwamba amani ya Bwana na baraka zake ziwe juu yetu. Kwa hiyo, mtaona ni kwa namna gani amani inasisitizwa kila mahala, kwamba amani ndiyo nguzo kubwa ya maendeleo. Hivyo ni waombe na ni rai yangu kwenu ninyi vijana, tuhakikishe kwamba wakati wote tunachagua amani. Na hata nchi yetu tangu uhuru, hata wapiganiaji wa uhuru babu zetu walipigania uhuru kwa njia ya amani, kwa njia ya maridhiano, na baada ya uhuru, wakati wote Chama cha Mapinduzi kimekuwa kikishughulika na changamoto mbalimbali mbali katika nchi yetu kwa njia ya amani. Vijana wenzangu, tuchukue hatua lakini Chukue hatua kwa hekima, na katika kipindi hicho cha uchaguzi hekima ni kushiriki uchaguzi. Itakapofika tarehe 29 Oktoba, wote tujitokeze kushiriki uchaguzi kwa njia ya amani, tuitumikie vizuri haki yetu ya msingi ya kikatiba. Na hapa ni wito wangu na rai yangu kwenu tena kuhakikisha kwamba si tu kushiriki uchaguzi, tuchague Chama cha Mapinduzi kwa sababu katika taifa hili ndio chama pekee kinaweza kuilinda amani yetu katika nchi yetu na kuleta maendeleo kwa amani pasina kuleta furugu yoyote. Lakini vijana wenzangu, hata tunapokosoa tukosoeni kwa heshima. Ni lazima tutambue kwamba tunaposema ukweli tuseme ukweli kwa heshima, tuwe na maadili, tuwe na nidhamu kwa viongozi wetu. Ndugu zangu wa Tanzania, hayo nilitaka kusema nanyi leo, ili kuhakikisha kwamba wote tunakuwa na wajibu wa kuilinda amani yetu ambayo tumeirithi kutoka kwa, kwa mababu zetu kwa wivu mkubwa sana. Mungu, ibariki Tanzania, Mungu kibariki kizazi cha Gen Z, na Mungu wabariki vijana wote wanaochagua busara badala ya vurugu.